Kwa maana yake ni kwamba wewe ni shabiki wa Azam wanakusikia. Ngo, ngo, ngoja nikwambie kitu mm. Mimi Azam nafanya kazi kama professional, sio shabiki. Ukiwa unafanya kazi sio shabiki, ushabiki utakuja wakati hiyo sio kazi yako, ndio unakuja ushabiki sasa. Lakini sasa hivi hapa mimi ni mfanya kazi, ni professional. Sio unajua tofauti kati ya shabiki na professional. Shabiki, ngoja nikufundishe tena kingine, shabiki ni mtu anayefanya kazi yake hiyo ya ushabiki kwa hisia, kwa hisia. A, alikama, anasema ngoja ngoja mm, mara ya mwisho mi nafika Yanga, mara ya mwisho kwenda mm, ali hata Yanga wamjui. Nilienda pale baada ya mechi ya mtani jembe, ambao Yanga walifungwa na Simba tatu golikipa Kaseja, walifungwa mbili na golikipa Kaseja, Manji akaitisha mwenyekiti Manji, wakati huo alitisha press conference, na waandishi wote wakaja pale kwa ajili ya kumsafirisha Kaseja siku nani, kwa sababu mzee Akilimali marehemu, na yeye alilalamika sana waandishi wa habari. Mara yangu ya mwisho kufika yeye ali bado an eh, bado anaandika habari, yuko nani huko, yuko dimba siju kule anaandika kule, zamani kabisa elfu mbili kumi na tunadhani kumi na tatu, kumi na tatu ilikuwa ndio mara ya mwisho baada kuenda Yanga tena mpaka leo.